Nilimsikia mmoja kati wa waandaji wa nje anasema, hebu tarehe tisa liakhirisheni, nendeni subirini Krismas kwa sababu sasa hivi wamejipanga. Nataka niwaambie, wakati wowote wakija tumejipanga, wakati wowote wakija tumejipanga.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 hiyo inatokea ndani ya nyumba tu, ndani ya nyumba tu. Sasa, serikali haipewi masharti hayo, serikali haipewi masharti hayo. Labda serikali ya wanafunzi kwa walimu wao, hilo linakuwa. Serikali ya wanafunzi, hamtapata hili hili hili mpaka mfanye hivi, wanafunzi watafanya. Lakini sovereign state yenye kujielewa na kuendesha mambo yake mm -mm. mm -mm. mm -mm. Kama ni Watanzania wa kweli na wanaumwa na Watanzania kama wanavyosema maake, mara nyingi wanasema o, tunasema kwa ajili ya wananchi. Unajiuliza wepi wepi? Kama kwa ajili ya, ya wananchi, wananchi walishasema, walishatoa maamuzi, wameipa CCM asilimia tisini na saba. Hayo ndio maamuzi ya wananchi.